Hii safari anzeni kwa mguu wa kulia. Na namna ya kuanza huduma yoyote na safari yoyote kwa mguu wa kushoto, hasa huduma hii ya kuwatumikia watu wa Mungu, ni pale unapotanguliza yenine natapata faida gani, ili ni jaribu kubwa.

na hii vyana nitawasaidia katika kuweza kutafsiri kwa upya ube au kuelewa kwamba sasa huduma hii kwa nyakati zetu tunazoishi, tunaweza kufanyaje ili iwe na matokeo yanayotakiwa, watu wa Mungu waweze kutomewa Bwana. bila diakonia, hasa kwa kizazi hiki, kanisa haliwezi. Kanisa na maneno tu, kanisa na maneno maneno maneno, lakini kuuliza, je, unaninizaje katika kuwahurumia watu, katika kuonyesha upendo wa Mungu kwetu, kugusa maisha ya shida na maangaiko. Bwana, nakwambia hiyo sio kazi yetu. Sisi kazi yetu ni kuhudumia roho, watu waende wapi? Waende mbinguni? Naombe tusiwe hivyo, na tupaswe kuwa hivyo, bali diakonia kuwe ndiyo sura ya kanisa, pamoja na kuhubiri Injili, waneno watu wa tuzane lakini

Uruaba nilipopiga piga nilitambua uwepo wa shughuli hii. Saidie kupeleka shukrani zangu waua Ulaya kwamba serikali inasaidia. Naomba mkono kwa kutambua umuhimu wa hawa watoto na ikaanza kuchangia namna moja au nyingine uendeshaji wa hapa. Waambie nashukuru, usisahau hilo kwamba nataka nchi ibarikiwe hawa